Ni eneo la Bamburi, kaunti ya Mombasa. Maafisa wa usalama kwa ushirikiano na maafisa wa kaunti hiyo wakiendeleza shughuli za uopoaji wa miili inayoaminika kukwama baada ya bomba la maji kuporomoka hapo jana. Kutoka nje ndakukaa kidogo, nikasikia mshindo apige huko ndani, ile mimi kuingia ndani na nakuta poromoka. dongo la kwanza waliingia wao chini, dongo la kwanza ija kafinika pili wa pili ukafinika, ukuta wa tatu ukamalizia, natangila maji moja juu. Inasemekana kuwa kisa hicho kilitokea mwendo wa saa 12 jioni wakati mashabiki wakitazama mechi ya kadanda. Ukumbi huo ulikuwa umejengwa juu ya bomba hilo la maji ambalo lilianguka ghafla, huku watu wanne wakifunikwa, ila maafisa wa kaunti wanasema ni miili ya watu wawili inayosakwa katika operesheni hiyo. Walikuwa katika harakati ya kuangalia mpira, shimo lika bomoka, wakaingia ndani, mpaka sasa hawajapatikana, hawajapatikanakana. Shimo lilikuwako chini kwa sababu ma TV yameingia na kuna tanki la maji na, na baraza zake, kila kitu limedudumia. Hiyo pale ya video ya kuangalia mpira imejengwa juu ya septic tank. Kwa bahati mbaya hiyo septic tank ili cave in, ikabomoka. Na inasemekana kati ya watu wawili tu, watu wanne wako huko ndani kulingana na maafisa hao. Oparesheni hiyo imekumbwa na matatizo kutokana na ugumu wa kuingiza mashine itakayotumika katika shughuli za uopoaji wa kazi wa eneo hilo, wakitoa wito kwa serikali kuharakisha uopoaji wa miili hiyo. so lazima aingie na breathing apparatus. So we have enough breathing apparatus ambayo tumeleta. PPEs wako nazo so tunangoja machine ije, tukamuomba huyu mwenye bar that this is the only access that we can uh, ile uh, mashine inaweza ingia, tuwe hiyo sasa, this is the working space. Zaidi ya hayo wakazi hao wamelalamikia hali duni ya bomba za maji katika maeneo hayo wakiweka wazi kuwa hii si mara ya kwanza kwa tukio kama hilo kushuhudiwa, huku wakiitaka serikali ya kaunti hiyo kukarabati upya bomba hizo za maji. Ujenzi ama kitu ambacho mtu yoyote ambayo yajenga kitu chochote bila proper approval na ama document huwa document, ni jambo la kusikitisha sana. Naomba tu wananchi tuweze kukooperate pamoja, maana tukiangalia juzi Mwakirunge, kule same case, kuangalia juzi nyumba pale bala wallahi, ni jambo la kusikitisha sana. Hizi mabomba za kitambo zingine zilitengenezwa zili wakati wa ukoloni. Kaunti wa Mombasa uangalio ma kikamilifu hizi bomba za takataka hizi ambazo ziko kwa maana nyingi zilitengenezwa wakati wa ukoloni, ndio unaona hata inasababisha draining system ya mombasa inakuwa pua. James Mwangi, Undugu TV.